Elfu mbili na, na, ishirini, kumi na tano, e, Chadema walitikiswa kwenye ruzuku e, walinyimwa wali, ruzuku hazikuwa zinaingia e, walikuja kupata ruzuku baadaye. Sasa kipindi kile ambacho Chadema hawana ruzuku, manake chama kilipitia e, kipindi kigumu sana. Kwa hiyo wakurugenzi wake wengi hawakulipwa mishahara, hawakulipwa posho, hawakulipwa pesa za kazi. Na mzee Ali Kibao wakati wa operesheni zake na vijana wake alikaa muda mrefu mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na moja hii, akajitokeza rais wa awamu ya sita, Dkt Samia Suluhu Hassan, akaamua na, naomba hapa viongozi wa serikali warudi waangalie, akaamua kwa moyo mkunjufu, akatengeneza 4R, Dkt Samia Suluhu Hassan. Zile 4R zikasababisha kuwatoa waliokuwa wamekimbia nje lakini vilevile vile kurudisha ruzuku ya Chadema kwa hiyo Dkt Samia aliamua na serikali yake kuwapa Chadema mkupuo wa ruzuku kwenye akaunti zao. Alipowapa ule mkupuo wa ruzuku ambayo ni mabilioni mbili zaidi ile ruzuku ilipoingia mzee Ali Kibao akaomba makao makuu ya Chadema wamlipe malimbikizo yake ambayo ni zaidi ya milioni mia mbili yeye binafsi, lakini na milioni mia kwa ajili ya vijana wake, ambao ndio kazi ambazo walikuwa wamezifanya za kuteka, za kuumiza watu ili waisingizie serikali ya CCM. Yaani tukio la kuteka watu ni kwamba wanateka mtu maarufu, wakishateka mtu maarufu wananchi wa kawaida watajua aliyeteka ni serikali ya CCM. Lakini ni reality ni wao wenyewe Chadema. Kwa kumuuza yale kibao kwa sababu alishafanya hizo kazi na anadai milioni mia mbili mpaka milioni mia za vijana wake. Akamuomba katibu mkuu kwa kipindi hicho John John Mnyika aje apate malimbikizo yake ya milioni mia mbili, akatoka Tanga akaja Dar es Salaam, kikao kikakaliwa Mikocheni, makao makuu ya Chadema. Wakachukua muda mrefu kujadiliana naye wapunguze zile posho za yale kibao, kwa sababu alikuwa anaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Akamwambia John John Mnyika katibu mkuu "Naondoka kwenda Tanga, nikifika Tanga, ama zangu ama zenu." Bahati mbaya, mzee Ali Kibao hakukatiza nyumbani kwa Lissu, Tundu atifasi Lissu, nyumbani kwa Lissu pale mbele Kibo. Watanzania wengi wanapajua pale Kibo, wanasubiria magari pale pale Kibo. Wakina John John Mnyika wakafanya mambo yao, walitumia baadhi ya viongozi wa Red Brigade waliokuwepo, wammalize ndio maana mimi nikasema aliyeua kwa upanga atakufa kwa upanga, sio mbaya. Lakini John John Mnyika huyu aliyemaliza kazi yake akaona atumie m, nani akili ile ile ya kwamba Watanzania wakiona mtu yeyote ametekwa wanajua ni serikali ya chama cha mapinduzi. Alipomaliza kumteka Ali Kibao, akaanza kuingia kwenye mitandao kuelezea Watanzania. Kwa hiyo mimi nasema, na ninaendelea kurudia Vyombo vya ulinzi na usalama angalieni, mchakato wa ruzuku Chadema wa bilioni mbili uliingia lini? Angalieni mchakato wa mawasiliano kati ya Mnyika na mzee Ali Kibao, na mzee Ali Kibao alikuja lini kutoka Tanga kuja Dar es Salaam na baada ya hapo ndio akapotezwa. Kwa hiyo ndio maana namwambia John John Mnyika ni kwamba, vyombo vya ulinzi umeshanusa harufu ya vyombo vya ulinzi kukukamata, kwa sababu ulifanya mauaji hayo, na unajua vyombo vya ulinzi na usalama sasa hivi viko very serious baada ya tukio tarehe ishirini na tisa. Sasa sasa hivi unaanguka kwangu, ni kuambia utaniweza hata kidogo, na sisi tuko tayari kutoa ushahidi wa kwamba wewe John John Mnyika umeshiriki kwenye matukio. Lakini naomba nimkumbushe John Mnyika, kama amesahau, anakumbuka mkataba wake miaka ya elfu mbili 2014 anakumbuka mkataba wake 12 14 15, anakumbuka mkataba wake na na, na na Habibu Mchange, Star TV. Habibu Mchange alivyozungumzia maswala ya utekaji John John Mnyika, kwa kauli yake akamwomba Mchange waingie mkataba wa kuzima mdomo, wasiongelee kauli ya utekaji tena, kwa sababu Habibu Mchange aliongea Star TV with the evidence alienda na ushahidi ambao Chadema wanahusika kwenye kuteka Watanzania. Leo John Mnyika anakumbuka ana wa anakumuka anakumbuka msitu wa haniani hani, hani, Igunga eh? Yeye Lady Cruiser, Lady Cruiser aliyekuwa anatumia John Mnyika ndiyo ambayo ilimwagia tindikali Musa Tesha. Sasa sisi tunapozungumza, watu wengine, mimi mwenyewe nilitekwa, eh, nilitekwa mwezi wa kwanza, ilikuwa tarehe sita mwezi wa kwanza mwaka 2014. Hawa hao Chadema kupitia mzee huyo aliyefariki dunia walimtuma akaja kufunga ofisi yangu, huyo John John Mnyika. John John Mnyika ambaye nyumbani kwake ni Temeke, nyumbani kwao ni Temeke, nyumbani kwao, ni nyumbani kwao ni kata ya azimio Temeke. John John Mnyika alituma vijana wake kunifanyia kuniumiza na kuniteka mimi kwa ajili tu ya mambo yao na maslahi yao, nikatupwa Ununio, nikaumizwa sana mimi bila Habibu Mchange kuniokota, alikuja Habibu Mchange kupitia jeshi letu la polisi na, na IGP Wambura, huyu alikuwa RPC Kinondoni, huyu IGP Wambura mnayemuona alikuwa RPC Kinondoni, ndio walikuja na Habibu Mchange kuniokota na kunitoa ununio na kunikimbiza hospitali kufanyiwa first aid na baadaye ndio mnaniona mpaka leo. Kwa hiyo haya matukio yote ya kuteka, ya kuumiza na kuwa watu yamefanywa na John John Mnyika, yamefanywa na John Heche, wako humo ndani na ndo maana ninyi waandishi wa habari mnapoenda kuyazungumza ya maswala, waambieni serikali viongozi kwa serikali, sisi ambao tumepata tume, tume madhila haya tupo. Kwani huyo kijana kijana huyo Musa Tesha, si yupo amwagia tindikali? Mpaka leo bado anaumia uso, uso unaharibika kwa sababu ya viongozi wa Chadema. Lakini leo leo viongozi mi wanawakumbusha, mwendeni vizuri, mkamuulize mzee mzee, nani mzee, muulize mzee, Absalom Kibanda Absalom Kibanda serikali mnamjua na mnampa vyeo, mumuulizeni kisirisiri, atawambia aliyenitoa macho ni Chadema. Mbona anawambia watu eh? mwaka elfu mbili kumi na tatu siatolewa macho na Chadema hao hao. Kwa hiyo ndio maana sisi viongozi tunapotoka, tunapozungumza ya masuala ya kuteka, hata kama mna ignore lakini reality mtabaki kusingiziwa na viongozi wa Chadema, lakini watekaji wakubwa ni Chadema kwa sababu walipanga mikakati hiyo mwaka elfu mbili kumi na mbili. Na ndio maana tukio la kwanza la kuteka walimuua kijana Arizona pale Msamvu, Morogoro pale muuza magazeti. Wametoka na Operation Sangara, wametoka mkoa wa Mara wameondoka kwenda Nyanyoro e, huko Iringa huko wamemuua mwandishi Mwangosi kwa sababu ya ukiburi na ujeuri wao. Lakini haya matukio yameendelea kufanyika nchini, na ndio maana mimi nasema waandishi wa habari, mwa mnamuuliza, kwa nini serikali ya CCM ihangaike na sisimizi yao ambao hawajulikani? Kwa nini siangaike na hao wakubwa? Serikali ya CCM haipo kwa ajili ya kuteka mtu wala kuumiza mtu, ila wao Chadema walipanga mikakati yao ya kuhakikisha wanasababisha serikali ya CCM ichukiwe na Watanzania, na ndio maana leo leo tunamwambia John Heche E, familia ya John H iko kijiji kimoja kinaitwa Kihancha. E, pale pale pale pale Tarime kama ninyi hamjui, yaani wakati wa tukio hili vijana wengi wametolewa kutoka kijiji cha Kihancha waliungana na Safina. E, chama cha Safina cha, cha cha, cha nchini Kenya waliungana na John H na John H akachukua familia yake kutoka Tarime akawapitisha kwenda kijiji kimoja kinaitwa Kihancha. Na ninawaambia leo serikali iendelee kufuatilia. Ukienda pale Kihancha leo kuna vijana kutoka Njombe wamefungiwa wame pale, leo kuna vijana kutoka Dodoma, kuna vijana kutoka Morogoro, kuna vijana kutoka Tarime. Wale wa Tarime sasa hivi wanarudi majumbani kwao kwa sababu njaa imewapiga, lakini wale vijana wengine wameombwa na vijana wenzao wa Chadema waje Tarime ili wapewe hata mashamba walime, kwa sababu hali imekuwa mbaya pale. Kijiji cha Kiancha wamewekwa kwenye sero, wale vijana wamekaa pamoja wameshindwa hacha nao hao wakina Tom Waipaya hacha na wakina Hilda Newton ambao wanaishi kwenye mahoteli makubwa. Kuna vijana wengine wa kitanzania wako kiancha, kwa sababu ya huyu jo, John Heche amewachukua ameenda kuwarundika pale kudanganya, anawatumia wazungu huko kuwadanganya kwamba oh, au wamekimbia ni wakimbizi. Wakimbizi wapi? Nchi iko hivi tulivu. Kwa hiyo ametengeneza wale vijana ameweka kwenye kundi moja, anatuma mapicha vijana kutoka Njombe. Sasa ndugu zao leo leo leo ndugu zao wametufuata mimi na rafiki yangu Kombo kwamba hebu mtusaidie kupaza sauti vijana wetu kutoka Njombe, vijana wetu kutoka Morogoro, vijana wetu kutoka ta, vijana wetu wako kijiji cha Kihancha mpakani mwa Tarime na Kenya, yaani kijiji ambacho ambacho tuna